Ambapo zinatolewa tuzo za wanahabari Samia Kalam Awards 2025, nimekutana na mwanahabari ambaye anafanya vizuri sana kwenye swala zima la habari hapa nchini Tanzania. Samsasari, habari yako kakaangu? Niko kama ni galo, niko poa na mshukuru Mwenyezi Mungu, na nimefurahi kukuona, tuko jambo linatuhusu na jambo la kwetu. Na mapema sana kabisa, ni kitu gani ambacho umekifurahia kwenye tunzo hizi ambazo zinaendelea kugaiwa ndani ya ukumbi huu, ambacho kimesema kama mwanahabari kimeongeza valu kwenye kazi? Kwanza ni vitu vikubwa vitatu. Cha kwanza ni heshima ambayo imetengenezwa kwa ajili ya wanahabari. Unajua kuna wakati unafanya kazi au kama watu wana appreciate kazi unayoifanya. Kwa hiyo unapoona kuna watu wana appreciate, wanapongeza basi ile appreciation inatengeneza value lakini jambo la pili ni kuona pia kuna watu nguli kabisa katika tasnia ya habari, katika zile kategori ambazo zimewekwa. Ukizifuatilia, kategori kubwa ziko tatu lakini zina mgawanyiko ndani yake. Aa, moja ni watu ambao ni wakongwe, wamedumu sana kwenye tasnia yetu ya habari, ambao kimsingi sisi tumewakuta kwenye game lakini wameacha ligas. Aa, unajua mara nyingi sana inawezekana kufanya mambo makubwa mba kizazi kinachokuja kisikutambue, na kilichopo pika, kisikia appreciate kwa kitendo cha kutambua, kinaonesha kwamba kuna alama ambazo ziliachwa na watu ambazo, kwa sasa, bado zinaonekana pia, ambazo zipo. Cha tatu ni ku encouragement kwa kizazi kinachokuja. Unajua, zamani nilikuwa tunaongelea swala la media, tunaongelea mainstream media au tunaongelea peke television pamoja na radio, sana sana printing media kwa maana ya magazeti, lakini sasa hivi tunaongelea baada ya social media platforms zimezidi kuongezeka katika uwasilishaji wa habari, lakini katika hizi zote kati ya hizi platform zote nne, iliyobeba sana aa, kizazi kipya cha habari ni platform ya nne, ambayo tunaongelea ni social media, ambapo kuna online media ziko nyingi sana, lakini kuna aa, ya, wa, waandishi binafsi pia wapo. Kuna watu ambao binafsi binafsi, binafsi wana raise hoja wana raise issues agenda za nchi pia. Kwa hiyo citizen journalism, hiyo platform watu wanaitumia. Kwa hiyo ni tasnia ambayo inabeba watu wengi na wanapoona kuna appreciation ya kitu cha namna hii, basi unajua kuna watu wengi sana pia kile kinachokuja kumbe, kazi, hatujakosea tumo, kwenye tuko kwenye mstari. Mambo matatu muhimu kwa mwanahabari ambaye ni mchanga ya kuzingatia, ambaye wewe binafsi unayazingatia ni yapi haswa, azingatie ili aweze kukua? Moja, kuna principle ambayo inatumika kwa wanahabari wote duniani, hakuna story kubwa kuliko maisha yako. Hakuna story kubwa unaweza kuifanya kuliko maisha yako wewe mwenyewe, kuyalinda kwanza kwa hiyo cha kwanza pamoja anapokuwa wanafanya habari katika kizazi chetu hichi, us, usimame katika uweledi, yaani usijiingize katika upande wowote katika mabifu au katika issues, kwa sababu mwisho siku unaweza kuja kuhatarisha mai, maisha yako kwa sababu moja ama nyingine. Kwa hiyo hakuna kitu cha thamani zaidi ya maisha yako kwa jambo la kwanza. Jambo la pili, regardless ya ushindani uliopo kwenye media sasa hivi, lakini kitu kikubwa sana usipoteze usipoteze pia utu na usifanye kwa sababu ya kumkandamiza mtu mwingine. Inawezekana uh, watu wengine wakawa wanafanya kwa sababu ya fedha watengeneza kawa anafanya kwa sababu ya zao binafsi za kuharibu utu wa utu mwingine, lakini hakikisha unasimama katika uweledi kwa kutunza pia, uh, utu wa mtu. Kuna sheria ambazo zime, sheria mpya ambazo zimepitishwa za taarifa za mtu binafsi, na kuna wakati tunasema sisi katika media, lazima stori ubalansi, usiende kwa sababu una storia upande mmoja ya kumwharibia mtu mwingine bila kuhakikisha kwamba mizania yako imekaa sawia katika uwasilishaji wa habari. Kwa hiyo hakikisha siku zote uko katika utu, uko katika kweli, uko katika hakika ya habari ambayo unakuwa nayo siku zote. Lakini namba tatu, usiache kutumia kipaji, usiache kutumia talanta uliokuwa nayo katika uwasilishaji. Tunapishana sana na gemu inabadilika sana. inawezekana habari ni ile ile, lakini uwasilishaji wetu ukawa unatutofautisha kwa namna moja ama nyingine, pamoja na kusoma darasani, pamoja na kusoma sehemu nyingine, lakini talanta inatengeneza nafasi. Tunasema, we all do the same thing but we do it differently. Habari ni ile ile, lakini uwasilishaji wetu unaweza kuwa unatofautisha mtu mmoja au mtu mwingine. Mwingine anaenda extra mile, kwa maana ya kufuatilia kwa source tofauti tofauti, mwingine anasoma taarifa kwa kutafuta vyanzo vingine tofauti tofauti, mwingine anaweka na other opinions kwenye habari ile ile, lakini pia uwasilishaji wa picha unabadilika sana Mambo ya kuweka tu mtangazaji muda mrefu yake yabadilishwe. Kuna kasi za kutosha, kuna udambu udambu udambu, udambu wa kutosha siku hizi. Kwa hiyo namna kuwasilishaji, uwasilishaji wa content, basi hakikisha unaweka pia na talent uliokuwa nayo katika uwasilishaji, kama ambavyo nimekuambia sasa. Tunazungumza kitu kile kile katika uwasilishaji pia, pamoja na professionalism, lakini talent kwa kipindi cha kizazi hiki, hapa ndicho ambacho kinatofautisha kati ya mtu mmoja na mtu mwingine katika uwasilishaji wa maudhui yanayofanana katika jamii. Sam sasa, limezungumza mengi na kufundisha mengi, lakini leo tumeona mgeni rasmi wa eh, Samia eh, kalam Awards 2025 ni mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hmm, unadhani inakwenda kuongeza nini kwa wana habari hii? Nilipata nafasi ya kuongea na mmoja kati ya waandaaji wa shughuli hii hapa. Nikamwambia cheti, huwezi kutembea nacho ukipewa na mheshimiwa rais yaani kwa wale wanaoshinda zile tuzo, wako 31 moja uh, cheti hawezi kutembea nacho, au ile tuzo kutembea kutembea nayo barabarani, ila kalamu iliyoandikwa kwa Samia unaweza kutembea, na napokuona kwenye uandishi umeshika kalamu ambaye na uh, Samia Awards tunakumbuka, huyu ni mmoja kati ya watu waliokuwa wameshinda hizi tuzo. Kwa hiyo nachotaka kusema mimi kwamba ile chachu ya kumuweka mheshimiwa rais leo kwa mgeni rasmi inaongeza value ya tuzo hizi zinazotolewa siku ya leo. Changamoto iliyopo, mwakana anakuja nani? Yani, leo kaja ndio top, unajua kwa labda aa, leo labda mgeni rasmi maka aa, waziri naibu waziri mkuu labda tuje mwaka atakuja waziri mkuu labda atakuja makamu wa rais maana atakuja rais. Yani leo tayari kasha kuja rais, mwaka anakuja nani? Atakuja tena rais au atakuja waziri mkuu au atakuja nani? Kwa hiyo nasema kwamba leo imeita chat kwa sababu mara ya kwanza. Kama ni kiki leo imeitika. neno lako kwa usiku wa leo hapa Superdome ni lipi Samse Sali? Sio katika habari, sio katika tasnia peke yake katika tasnia yote ambayo mtu anafanya, katika sekta yote ambayo anafanya, never give up. Yani mafanikio hayaji kwa mara moja. Unaona, wana habari hawa, kuna watu tangu wameanza kuandika habari miaka 20 iliyopita, leo ndo wanapata tuzo. Kwa hiyo inawezekana, sio kwenye tasnia ya habari, ikawa kwenye tasnia zingine pia. Usikate tamaa, kwa sababu pengine hamna mtu anakuja kuku appreciate katika kufanya kwako wa kazi, lakini nakuambia kwa maana kwamba siku moja, katika nyakati tofauti tofauti kuna mtu atakukumbuka. Namaliza na huu mfano kuna bwana mmoja ambaye alikuwa anapanda mmea uh, nyumbani kwake, na nyumba ya jirani pia kuna kijana amepanda mmea katika shamba lake pia, lakini ule kijana alikuwa kila siku anamwagilia ule mmea wake, anamwagia maji ule mmea wake. Huyu mzee kuna siku akawa aumwagilii ule mmea wake, anauacha siku tatu siku nne, alafu anamwagilizia tena kidogo. Baada ya siku chache mvua ikaja. Ilipokuja, ule mmea uliokuwa unamwagiliwa kila siku ukaenda na maji ule, uka uka uka ule mmea kidogo ukabaki. Aa, watu wakakuuliza, mzee, kwa nini mmea wako umebaki? Akisema kwa kadri unavyokuwa unanyimwa maji, ule mizizi yake inaenda chini sana kutafuta maji, kwa hiyo kutengeneza stability katika ule mmea. Na ule uliokuwa unaonekana kila siku unawekewa maji ulikufa haraka. Maana yangu ni kwamba kuna mtu anaweza kumwona kiasi kwa anaokota mwanangu, kiasi kwa anaokota mwanangu, ukaja mwanangu, ukajipata ikija changamoto kidogo inaweza kumpiga. Kwenye hii tasnia yetu inahitaji uvumilivu, inahitaji uh, passion ya kufanya. Inawezekana leo mtu asione kazi yako, inawezekana kesho mtu asione kazi yako, lakini siku ikatokea tuzo za Afrika au Afrika Mashariki, ukashangaa kazi uliofanya miaka mitano iliyopita ndio ndio kupewa tuzo yake. Kwa hiyo never give up katika kazi yote unaifanya katika maisha, kwa sababu kuna siku, kuna mahala mizizi yako itakuwa imeenda chini sana, hata kama sio zawadi madhara, dhoruba ikija, utakuwa bado stable.